Imefanya maadhimisho ya kilele hiki kuwa ya kufana sana. Ombereni tathmini za shughuli za elimu ya watu wazima zinazotekelezwa kwa mwaka. Mataifa mbalimbali ulimwenguni husherekea maendeleo ya shughuli za elimu ya watu wazima siku ya elimu ya watu wazima duniani, ambayo ni tarehe 8 mwezi Septemba ya kila mwaka. Kauli mbiu ya mwaka 2025 ya maadhimisho haya ni kukuza kisomo katika zama za kidijitali kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Elimu ya watu wazima inahusisha utoaji wa stadi za kisomo yani KK kwa watu wazima na kisomo cha kujiendeleza kwa kupiga vita umasikini, maradhi na ujinga, ili kumudu mazingira na kujiletea maendeleo kupitia mpango wa uwiano kati ya elimu ya watu wazima na jamii. Elimu nje ya mfumo rasmi inajumuisha elimu ya msingi kwa watoto walioikosa yani memkwa mpango wa elimu ya sekondari walioikoswa yani meskwa kupitia ujifunzaji huria yani open learning. Takwimu zinaonyesha mkoa wetu wa Ruvuma una jumla ya wanafunzi 712 waliojiunga elimu nje ya mfumo rasmi, kiasi kwamba bila ya mpango huu wanafunzi wote hawa wangeishia tu mitaani na kutengeneza tatizo kubwa la wategemezi na hata wengine kuwa wazururaji na wengine kuwa vibaka. Hili ni jambo la kujivunia sana kwa nchi yetu kwa kuweka mipango mizuri kama hii. Baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema kuwa ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Moja, kwanza, inahitaji watu; pili, inahitaji ardhi tatu inahitaji siasa safi na nne inahitaji uongozi bora. Kwa mantiki hii nchi yetu duniani bila kuwa na rasilimali watu iliyoandaliwa vyema, vigezo vingine haviwezi kuwa na manufaa na maendeleo yanayoweza kuwa ndoto. Kutokana na umuhimu wa maandalizi ya rasilimali watu kwa ajili ya kukuza uchumi wa nchi yetu, tunatakiwa kutoa maarifa na ujuzi kwa watu wote ili kuleta ustawi katika jamii ni elimu endelevu inayotekelezwa katika halmashauri zote nane na za mkoa wa Ruvuma. Elimu ya mfumo rasmi inajumuisha elimu ya msingi kwa watoto walioikosa yani MEMKWA, na mpango wa elimu ya sekondari kwa walioikosa MESWA, kupitia ujifunzaji huria yani open learning. Elimu ya watu wazima inahusisha utoaji wa stadi za kisomo wazima na kisomo cha kujiendeleza kwa kupiga vita umaskini, maradhi na ujinga. Hii kumudu mazingira ya kujiletea maendeleo kupitia mpango wa uwiano kati ya elimu ya watu wazima na jamii yani MKEJA. Mkoa wa Ruvuma hadi sasa una jumla ya programu sita zinazo zinazotekeleza shughuli za elimu ya watu wazima, ikiwa ni MEMKWA, kisomo chenye manufaa na kisomo cha kujiendeleza, lakini vituo vya ufundi, maendeleo ya jamii, ASEP na na MESWA. Jumla ya vituo 91 vinaendesha programu ya MEMKWA vituo na wanafunzi elfu moja mia moja na ishirini kwa kurana wakiwa 660 na wasichana wakiwa 460. Vikundi lia la kwanza na la pili. Mkoa Ruvuma una jumla ya walimu 316, wanaume 144 na wanawake 172 waliosomea utaalamu katika elimu ya watu wazima na elimu ya mfumo rasmi. Na walimu 133 wamesomea utaalamu wa elimu maalum wanaume na 82 na wanawake 51.